Chapa. Chapa. Mimi? Mimi. Afisa katika jeshi la ulinzi la nchi ya Tanzania. Naapa kwa dhati kwamba kwa kwa nikiwa mzalendo, Niki mzalendo, nitakuwa mwaminifu kwa nchi yangu nitatumikia nchi, Nita nchi, Nita nchi yangu katika utumishi wangu na katika cho chochote. Nitajitahidi zote zilizokwisha tolewa na zitakazotolewa mara kwa mara na wakuu wangu, wangu kwa mujibu wa sheria, nitafunza na kuwazoesha na nidhamu nzuri nizoto zati, nizoto zati. Utiifu, uhodari na uaminifu, maafisa na askari watakaokuwa chini ya uongozi wangu, wangu. wangu. nitalinda na kutetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mti nitamlinda kumtumikia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na amiri jeshi mkuu.